Kuna watu wengi ya, wamekuwa wakijiuliza unawezaje kupata tin number, kwa sababu wamekuwa labda wanataka kufanya mambo ya wakala au mambo ya nini, lakini wanaambia kwamba unatakiwa uwe na tin number. Tin number, tax identification number, ndio kirefu chake. Leo tunaenda kukuelekeza jinsi gani unaweza kupata tin namba ndani ya, ya dakika kadhaa tu, ambazo huwezi kumaliza hata dakika kumi utapata tin namba kwenye simu yako au hata kwenye laptop yako. Twende kwa pamoja nikakufundisha namna ya kupata Tuende kwa pamoja, tunaingia Chrome au tunaingia Google popote pale utakapoweza, au Opera nini, application yote ambayo yenye access ya Google ambayo ni browse, unaitumia, unaweza kaingia nao na kwenda kuingia moja kwa moja na ukapata nini na ukaweza kusearch. Unaingia hapa sehemu ya kusearch, unaandika kama ilivyoandikwa hapa juu TRA, hii ya juu kabisa, www.tra.go.tz. Unaigusa kama hivyo, www.tra.go.tz, ushaingia hapo unaingia hapo moja kwa moja kwenye nani yao, kwenye hiyo website yao, ambayo ndio hii hapa. Ukishaingia hapo, kuna hivi nani hivi mstari vitatu hapo, ambao vikubwa viwili na kimoja kidogo hapo, upande wa kushoto juu hapo, na kigusa. Ukishakigusa kabla hujaingia, kabla hujaingia huko, kabla hujaingia huko kwanza, kabla hujaingia huko, kuna simu imeandikwa hapa taxi pay portal, unaigusa ukishaingia hapo taxi pay portal inakupeleka moja kwa moja taxpayer portal. Taxpayer portal kishafunguka taxpayer portal kuna hivi mstari vitatu hapa unavigusa. Ikishafunguka hapo kuna sehemu hapa pembeni nyeusi imeandikwa TIN registration, yani tax identification number usajili, unaigusa ukishaigusa, inakuleta moja kwa moja huku, inakuambia kwamba uchague kwamba ni TIN application bila, bila, nani bila NIDA ni tin application na, ni, na nida entity tin application leo. Utakachochagua ni hapa ya pili, ambayo ni tin application na nida, ambayo ni national identification number. Ukishagusa hapo, hiyo tin na ni na nida, chini unakuja huko, inakwambia kwamba ingiza namba ya nida, ambayo ni national identification number, na hapa chini yake inakwambia ingiza namba yako ya simu. Kwa hiyo ukishamaliza kuingiza hapo vyote, hizo taarifa zako za nida, namba yako ya nida na hii namba ya simu, unakuwa umemaliza kabisa, kiasi kwamba unaweza kupata nini namba yako kwa urahisi. Na maana ukishamaliza kuingiza nida na hii namba ya simu, tayari hapa unakuwa umeshamaliza. Mimi kwa sasa hivi nikiingiza namba yangu ya nida hapa, inakuwa ni ngumu sana kwa wewe kufanya nini, kwa kuja kwa sababu tayari ninayo na ni nayo na tayari TIN namba. Kwa hiyo itaniambia tayari umesha apply kwa TIN namba. Kwa hiyo kama unayo namba ya nida ingiza hapa na chini yake unaandika nini, namba yako ya simu. Ukishamaliza hapa chini unachagua kama ni business au sio ya business Unachagua hapa alafu unagusa prosidi. Ukishamaliza gusa prosidi, unaweza kuipata namba yako tayari, TIN namba yako kwa urahisi. Nadhani itakuwa imekusaidia usiache kulike ku komenti na kushare. Ulikuwa nami ano, siache kushare.